Na mlanguzi mmoja wa dawa za kulevya aina ya bangi katika eneo la Kerio Valley, kaunti ya Elgeyo Marakwet amejisalimisha kwa polisi katika eneo la Chesongoch. Franklin Kipto Yego, kijana mwenye umri wa miaka 27 kutoka kijiji cha Talai alijisalimisha kwa polisi baada ya operesheni kali kufanyika katika eneo hilo. Na kulingana na kamanda wa polisi katika eneo hilo, Zablon Okoyo, ushirikiano wa pamoja na machifu unaendelea kuzaa matunda ya kusanya, ya kusanya wauzaji wa bangi na dawa

Let us form a formidable team to fight uh, these substances because the kind of effect that we have realized within the community is even unexplainable. uh, right from school dropouts Uh, the ineffective youths that cannot work for himself we are also losing the entire national society from the youth they are getting out of school so early uh, just to be seen within the villages doing nothing apart from consuming the likes of Yego amekubali ya kuwa kulingana na hiyo crackdown yeye amejisalimisha na ndiposa tuko hapa na hiyo ndio tumesema We are not giving them, wale wengine we are giving you an ultimatum, kila biashara ya bangi, biashara ya pombe haramu